Tisa moja. Asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari. Karibu katika magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Inaanza na sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa. Ninalipa kipaumbele gazeti Nipashe. Habari kubwa anasema Lissu, vs shahidi amuuliza maswali 29 ya uhalali wake, ukurasa e, wa pili na wa nne wa gazeti Nipashe unataja habari kwa kina. Samia apendekezwa kinara afya mama na mtoto au vifo saratani vya mshutuo. Waziri mkuu atoa wa agizo. Aliyefungwa maisha jela kesi ya unga aachiwa huru haya na mengine mengi utayapata katika nakala ya gazeti Nipashe. Mwanga wa jamii gazeti wa Machinga limeandika Rais Samia kushiriki mkutano wa wakuu AU nchini Ethiopia. Habari hii imetajwa katika ukurasa wa ndani wa gazeti wa Machinga na nauka afunda vijana kutumia vizuri jukwaa ukuaji wa uchumi nchini e, ukuaji wa uchumi chini ya kauli mbiu ya kazi na utu Habari ambayo pia utaipata hapa, siku mia moja za miradi, mapato na mageuzi nchini ya Rais Samia, hatua madhubuti za Samia, sekta ya ujenzi. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala ya gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Upande wa habari za kitaifa na kimataifa, michezoni, wa Machinga limeandika kibu, naondoka lakini naipenda Simba Sports Club. Mwamuzi wa fainali ya Afcon kuiamua Yanga. Mwamuzi wa fainali ya Afcon kuiamua Yanga Widad. Mechi na Azam ni ngumu. Habari hii imetajwa katika nakala hii ya gazeti wa Machinga Sporti. Naondoka hapo nikiangazia gazeti mwana habari gazeti bora, ukurasa wake wa mbele habari ilokolezo wino hasa inasema Dr. Samia kuwa kinara wa afya ya mama na mtoto Afrika. Ukurasa wa pili wa nakala hii unataja undani wa habari yenyewe. Dr. Mwigulu aagiza ulinzi kwa wawekezaji, aonya msamaha wa kodi, lakini vilevile bidhaa e, bidhaa za nje siku mia moja za miradi mapato na mageuzi, NHC chini ya Rais Samia, elfu kumi na mbili waajiriwa kampuni za kigeni hapo Zanzibar. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwanahabari gazeti bora, upande wa habari za eh, kitaifa na kimataifa. Michezoni na kela hii imeandika kibu waangua wa kilio akiagwa wa Simba bao la depu laingia katika tuzo ligi kuu. Eh, Alonso atajwa Liverpool, habari ambayo imeelezwa katika nakala ya gazeti Mwanahabari michezoni. Mimi naondoka hapo, nikitupia macho gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Samia kuwa kinara afya ya mama na mtoto Afrika, aenda Ethiopia kushiriki mkutano wa AU moja kati ya habari ambayo asubuhi ya leo inagonga vichwa vya habari vya kitaifa ni pamoja na hii: Inspector Abel ashukuru wadau wa habari nchini. E, serikali yapunguza ada maudhui mtandaoni. Na kala ya gazeti hili inataja gazeti uelekeo spoti, leo yetu ndio kesho yetu, michezoni, limeandika Yanga yatia ya tia nanga Zanzibar, kibabe yaahidi kufuzu kwa kishindo Jumapili, TPLB ligi kuu msimu huu, si mchezo. Moroko yataka kuandaa Morocco yataka kuandaa na Afcon 2028. Simba yataka kuondoa gundu kwa Mkapa na kale ya gazeti Uelekeo, michezoni inakutajia habari kwa kina. Naangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku kurasa wake mbele: Samia kuwa kinara afya ya mama na mtoto Afrika. Kama ambavyo nilitangulia kusema hapo mwanzo kwamba habari hii inashika hatamu katika nakala za magazeti kadha wa kadha. Mwigulu ataka ushirikiano wa mapambano ya saratani. Ukurasa wa nne unaandika Chalamila akunwa na bima ya afya kwa wote. Makamu wa pili wa rais Zanzibar atoa ushauri wabunge na wajibu wa kuenzi kuimarisha muungano. NEMC yafunga kiwanda daa kwa uchafuzi wa mazingira. Kimbunga chaua takriban ni watu 31 huko Madagaska. Habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Michezoni, mkutano mkuu CAF kufanyika nchini leo, wajumbe kamati ya utendaji wameshawasili, Samuel Eto'o ndani ya nyumba. Nakala hii inaeleza Simba yaipania Stade Malien kesho CAF Champions League vile vile ni habari ya kimichezo ambayo utaipata hapa eh, katika gazeti Majira. Naondoka hapo ni kitupia macho gazeti Uhuru, vijijini Rais Samia kungara au sawa, miradi ya shilingi bilioni 758 kuzinduliwa Tanga. Ukurasa wa 4 unafafanua ni maendeleo uwajibikaji, eh, habari picha ni Rais Mwinyi, ni maendeleo na uwajibikaji Upepo waezua nyumba zaidi ya 280 wilayani Rufiji. Waziri mkuu ashtukia misamaha ya kodi, wabunge wapigwa somo la kutetea muungano. Nakala ya gazeti Uhuru inataja tumaini letu limeandika, skofu awageukia wa viongozi, ataka wafanye kazi ya utume, waache majungu na uchonganishi. Vijana wapewa mbinu kujiajiri, Wakristo wakumbushwa wa kuishi kiadilifu. E, kwa mujibu wa gazeti hili. Karibu Jumatano ya Majivu 2026. Karibu Jumatano ya Majivu 2026, bila shaka hii ni kuelekea e, mfungo wa Kwarezma, nami naondoka hapo e, nikiangazia gazeti habari leo, Gwiji la Habari Tanzania. Tanzania kuimarisha diplomasia, mkutano AU, Samia e, abeba mambo matatu Addis Ababa ata Sawa, habari imetajwa katika ukurasa wa pili wa nakala hii. Mwigulu anasema msiendekeze sa ngoma pimeni, <gulia> pimeni afya, msiendekeze sa ngoma pimeni afya. Chalamila wapa wiki mbili wa kandarasi mwendo kasi. Serikali ya charuka misamaha ya kodi. Tanzania AU kushirikiana thamani ya madini na nauka agiza vijana e, wasaidiwe kukopa hizo bilioni mia mbili. Na nakala ya gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mbele umeeleza na ukurasa wa nyuma kunako michezo na burudani umeandika, kafu yakagua viwanja Afcon, ya kutana daa nangu, waipa pigo Simba, nyota yanga wakabidhiwa, kablii forest yamtimua. Sawa, nakala hii pia inataja habari hiyo kwa kina. BMT yataka ubunifu heshima chaneta 23 gazeti habari leo guiji la habari Tanzania michezoni, unataja habari hii kwa kina. Nakala hii inatamatisha magazetini leo, kutoka hapa Sauti Kuu TV online. Jina langu naitwa Dorcas Daniel. Mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle eh, Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo pale Kawe Ukomani. Subscribe, bonyeza alama ya kengele na utufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok kama eh, Sauti Kuu eh, TV. Jumaa mubarak.